mpendwa mtazamaji siku ya jumamosi karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi mungu tunalolipata katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya nane aya ya kwanza hadi ya saba na injili ya yohane sura ya sita aya ya kumi na sita hadi ya ile ya ishirini na moja katika kitabu cha matendo ya mitume kinazungumza juu ya kipindi ambacho wanafunzi wa Yesu walizidi kuongezeka ndani ya kanisa kupitia mahubiri ambayo Petro na mitume wengine walikuwa wakiahubiri juu kwamba Yesu Kristo amefufuka na amepaa mbinguni, na Roho Mtakatifu amekuja kwa ajili ya kuweza kulifanya kanisa liweze kutakatifuzwa. Watu walivyozidi kuongezeka ndani ya kanisa kwa sababu ya maajabu na mahubiri ya hawa mitume mahitaji yakawa ni mengi, yalitokea makundi mawili. Kulikuwa kuna Wayahudi ambao wao walikuwa wanaishi maeneo ya Wagiriki na kulikuwa kuna Wayahudi ambao walikuwa wanaishi pale Yerusalemu. Kwa hiyo hawa Wayahudi waliokuwa wanaishi pale Yerusalemu, ambapo pia Yesu alikufa akamwaga damu yake na Roho Mtakatifu alishuka pale Yerusalemu katika ile nchi takatifu, hawa ambao walikuwa tayari ni Wakristo wa pale Yerusalemu wakajiona kwamba wao maisha yao ni ya thamani zaidi, na hawa ambao walikuwa ni Wayahudi wamemwongokea Kristo waliokuwa wametoka maeneo ya Ugiriki wakaonekana kwamba wao ni watu wa chini. Na utofauti huu ukaja wakati wa huduma mbalimbali hasa huduma za chakula ambazo zilikuwa zinatolewa. Wale wajane ambao walikuwa Yerusalemu wakawa wanapata huduma nzuri zaidi, wale wajane ambao walikuwa wametoka maeneo ya wa Ugiriki, ambao wamekuja sana wa Kristo, wakapata huduma ambazo ni za chini, mgawanyiko ukatokea. Tumuombe Mwenyezi Mungu sana katika eh, habari za Ukristo, kama Paulo baadaye anakuja kuandika katika Kristo, hakuna Myahudi hakuna Myunani, wote ni Wakristo, wote ni sawa. Hakuna kwamba huyu mtu anakaa maeneo karibu na parokia au karibu na jimbo kuu yeye ni wa thamani zaidi kuliko yule Mkristo ambaye anakaa maeneo ya pembezoni. Watu ambao wako karibu zaidi na parokia na kanisa kuu kwamba ni wa thamani zaidi kuliko watu wengine, na wakaendelea kupata eh, bahati, wanapata mambo ambayo ni mazuri. Mgawanyiko huu ukitokea kanisa linatikisika. Kitu gani kilichotokea baada ya mgawanyiko huu? ya manung'uniko yakaanza. Usisahau kwamba manung'uniko yalishowe kutokea katika agano la kale, wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri wakiwa jangwani kwenda katika ile nchi ya ahadi, walianza kumnung'unikia Musa na Mwenyezi Mungu kwamba umetuleta hapa ili tuweze kufa. Manunguniko yakaja baada ya Yesu kupaa mbinguni. manung'uniko ya Yesu Kristu kuweza kupaa kwenda mbinguni, amemleta Roho Mtakatifu, manung'uniko yakaingia ndani ya kanisa kwamba je, kuingia kwetu Ukristu kumekuwa ni sehemu ya mateso mpaka tunyimwe? Chakula tunyimwe, huduma ya, ya msingi. Manung'uniko na hadi leo, wakinyimwa watu huduma za msingi, huduma ambazo walikuwa napaswa kuweza kupata wale ambao ni wanyonge, hasa ambao ni wajane, wakinyimwa huduma hizo, manung'uniko yakitokea ndani ya kanisa. Mgawanyo huo huo unakuwa ni mbaya sana, na kanisa haliwezi kusonga mbele. Ndipo busara ikatumika ya hawa mitume ambao walikuwa ni Petro na wengine, wakasema, ndugu zetu, hebu sasa tukae, tulitatue hili jambo, chagueni watu saba ambao hawa wamejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwamba sisi mitume tukishindwa kusimama katika huduma ya neno tuanze kuwahudumia watu abali za chakula wakasema hapana, hii si hekima. Ndipo baada ya kuweza kusali wakawachagua mashemasi saba wa kwanza. Kwa hiyo huduma za mashemasi zilianza kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya sita aya ya kwanza hadi ya saba na majina yao ambayo yametajwa hapa ni Kori, Timoni, Pamena, Pame, Nikolas mwongofu wa Antiokia na Stefano, na wengine hawa walipoweza kuwawekea mikono yao juu yao na Roho Mtakatifu akashuka juu yao, ndipo wakaenda katika huduma ya Bwana, manung'uniko yakaisha. Na baada ya mashemasi kuanza huduma hiyo, neno la Mungu likaenea, hesabu ya wanafunzi ikaongezeka, hadi makuhani waliokuwa wanapinga juu ya ufuka wa Bwana yetu Yesu Kristo na wenyewe wakaja kwa eh, wingi katika kuweza kumkiri Ukristo, wakaingia wakawa ni Wakristo baada ya huduma mbalimbali Huduma hii ya mashemasi kuweza kuwahudumia hawa wajani ilifungua fursa, hadi leo tunalihitaji kanisa. Ni kitu ambacho kinasikitisha sana kumkuta padri anaingia katika kufanya shughuli nyingine za kawaida ambazo watu wengine wangeweza kuzifanya, kwa hiyo anashindwa kuweza kukaa na kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Unamkuta padri analima bustani. Yaani katika jamii yetu kabisa tuliokuwa nayo tumekosa watu wa kwenda kulima bustani hadi padi aende akafanya shughuli hiyo. Na katika hali hiyo padi akiwa amegawanyika kwenda kufanya shughuli nyingine huko ambazo wangefanya watu wengine vizuri, padi anakosa muda wa kuweza kukaa na kuweza kuandaa neno la Mwenyezi Mungu. Kumbuka neno la Mwenyezi Mungu ndio ilikuwa la nguvu kipindi hicho. Watu wengi wakaja, hesabu ya wanafunzi ikaongezeka kwa sababu ya neno la Mwenyezi Mungu. Ukiona ndani ya kanisa watu wanaondoka kwa sababu hawajalishwa neno. Kwa nini? Kwa sababu mhudumu wa neno ametingwa na shughuli nyingine. Tumuombe Mwenyezi Mungu sana, wale ambao ni wahudumu wa neno la Mwenyezi Mungu waliopewa nafasi hii wadumu katika kazi hiyo, na kanisa lisigawanyike. Injili inaonyesha ndugu zetu, wale ambao walikuwa mitume kumi na wawili wameondoka eneo ambalo walikuwa pamoja na Yesu ametenda miujiza, wanaenda maeneo ya Kapernaum. Wakiwa ndani ya boti, katikati ya safari yao, dhoruba ikaanza kukipiga kile chombo, kwa sababu Yesu alikuwa hayumo mle ndani. Tunajifunza kitu gani? Ukianza safari yoyote ile ya maisha bila Yesu, utambue chombo hicho kitapigwa na dhoruba katikati ya safari. Mwalike Yesu katika chombo chako, mwalike Yesu katika safari yako Mwalike Yesu kokote kule unakoenda aweze kuambatana pamoja na wewe. Unaposafiri, mwalike Yesu asafiri pamoja na wewe katika hilo gari. Kwa nini? Huwezi ukajua mawimbi yatakavyokuja kuweza kukipiga hicho chombo unachosafiri nacho, nacho, ukashindwa kuweza kufika katika safari yako. Wale wote ambao walishindwa kuweza kumwalika Yesu kama mitume hawa, chombo kikapigwa. Yesu baadaye alichokifanya aliwafuata kule kule walipo, na yeye alipokuwa huko, akawa anatembea juu ya maji na wao wakaanza kuogopa. Yesu akasema, ni mimi, msiogope. Walipotaka kuanza kumpokea katika chombo, mara hiyo chombo kikafika katika nchi aliyokuwa wakiendea. Maana yake nini? Habari njema, kwamba Yesu hutujia katika nyakati za misukosuko. Mwalike Yesu katika nyakati za misukosuko, atakibeba chombo chako, utafika salama nawe utakuwa una amani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.